Kwa taasisi zote za umma ambazo hazijajiunga na mfumo huu mwisho tarehe 30 mwezi wa saba. Wote ambao mmeshaingia pale GovESB, huu ni msisitizo ulitolewa na Mheshimiwa Rais pindi ija utakapokamilisha, kila mmoja apeleke mfumo. Idadi ya taasisi ambazo zimeunganishwa ni chache ukilinganisha taasisi tulizo nazo ndani ya serikali. Hakuna gharama, hutakiwi kupanga bajeti, utakiwe kusafiri kwenda popote. ija wako Dodoma, wewe uko Dodoma, nenda muhakikishe mnajiunga kwenye mfumo, mwanze kuzungumza na wenzenu na wenzenu wawaone. Kwa taasisi zote za umma ambazo zenye mifumo na zinaendelea kubuni mifumo, zihakikishe kuwa mifumo hiyo inasomana na uweza kubadilishana taarifa kupitia mfumo huo ili twende kwenye gurudumu moja la kuboresha huduma ndani ya serikali yetu. Mamlaka ya serikali mtandao iga, hakikisheni kwamba mifumo iliyounganishwa inaendelea na majukumu yake ya kubadilishana taarifa. Lakini pia kila anayeingia jiridhishe kwa anaweza w kuwasiliana na wengine wote walioko huko ndani. Mmenieleza, mmesema kwamba ndivyo ilivyo nasistiza kwamba hakikisheni hao watu wanasomana na wanabadilishana taarifa. Ndugu watumishi wa umma, nimefurahi ni sana leo baada ya kuarifiwa kuwa mifumo nitakayoizindua leo imejengwa na wataalamu wetu wa ndani ya nchi na kutoka taasisi yetu ya e-Gov ambayo wenyewe watumishi karibu wote ni wa Watanzania na ndio ambao wameendelea kutengeneza mifumo inayosomana kati ya taasisi na taasisi ndani ya serikali. Lakini nimefurahi sana kujumlishwa kwamba jumla mifumo 223 kutoka kwenye taasisi 185 tayari imeshaunganishwa na inasomana. Hii ni hatua mzuri sana ya utekelezaji na mifumo hii itaendelea kubuniwa, inaendelea kubuniwa, itaendelea kuunganishwa kupitia mfumo wetu wa Gov ESB.